Oi. Baburi hoi. Hoi. Munajua mimi ni weja chama ya DCP. Chama ya kuzikiza gra. Chama ya kuzikiza? Nikisema DCP unasema sikiza gra. DCP? Sasa hapa baburi. Ground inasemaje? Eh? Gra inasemaje? Ate baburi mnasemaje? Ate baburi mnasemaje? Ni one time harambe! Wewe kasongo, wewe kaongo, wewe Ruto, wewe arapu mashamba, wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya kuharibu uchumi, mutu ya kuharibu masomo, mutu ya kuharibu matibabu. Kasongo aende asiende? Aende asiende? Bamburi minasema aende Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo aende. Sisi tumekuja hapa na kiongozi Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamaro na wengine, tumeungana na tutasikizana na tutatoa candidate moja wa kupambana na Kasongo. Ndio munataka? Ndio munataka tutoe mutu mo? tutoe mtu mmoja. Tukitoa mtu moja tutatoboa Tutatoboa. So sisi tunakaa kama chana na pete, na hatuwezi kubali kukosana kwa sababu tutakosea wa Kenya. Lazima tujiandae tumfukuze huyu Kasongo kwa sababu ameharibu Kenya. Baburi oi. Baburi oi. Muko tayari kufukuza Kasongo? Mutaamuka mapema, mutaamuka mapema sangapi? Sa mutaamuka hadi saa kumi? Abana, habana, mtachelewa, mutachelewa, mutachelewa. Saa ya kufukuza kasongo ni saa saba ya usiku. Harambe, sasa ni muambie nyinyi, sisi watu ya hapa Mombasa sisi ni makuzo, sindio? Sisi ni makazins, tukikaa pamoja iko makosa? Tupage mambo yetu makazini, waongee wasiongee, wakaye pamoja wasikae pamoja Watafute serikali pamoja, wasizavute. Huyu Kasongo alitutanganya akiwa rais, ataweka pesa kwa mfuko, alirudi ile pesa iko kwa mfuko, akafanya nini? Alitoa kutoa? ni muongo, si muongo? Atembea, atembee, asitembee, aende, asiende, jensi mbo, jensi mbo, nyinyi ndio dawa ya Kasongo, si ndio? Mchukua vitabulisho na kura, na ndio siku Kasongo aliuwa jenzii. Nilimwambia awache, si ndio? Na nikakosana na yeye kwa sababu ya kuuwa watoto wetu. Huyu Kasongo amebeba damu ya jenzii si ndio? Na ni lazima ntumufukuze mutaamuka mapema. Akina mama mpo, akina mama mpo, wazee mpo, waze mpo. jenzii mpo harabe